Mi, mi, laki ngazi laki tano pale mkondo B wanawake hey! <laughs> wanaume tuungane kusomesha watoto ili wai wameinua Tanzania, Mheshimiwa Mbunge, yani Mungu akubariki. Mimi hapa sina mtoto, lakini kwa upendo ulio nao naona kama na mimi nina watoto <laughs> Hika oh, yeah. Na wewe unashughulika kwamia kata hii, muko pamoja na huyu na wewe. Mungu akubariki, yeye aendelee kuchapa kazi, aendelee kuchapa kazi mpaka pale atakapo Fika kama umri wangu ndipo sasa astaafu. La pili, nilitaka tu nimuombe mheshimiwa mbunge kwamba swala la barabara ni kweli, hata mimi nilikuwa nasema kama nitaishi miaka miwili mitatu, basi niwe nimekanyaga barabara ambayo ame ametuletea mbunge kwamba na mzee Kapinga naye akanyage kwa siku hizi chache. Hii barabara hii kweli kidogo ni shida, alafu daraja hapo chini ni fupi sana. Iyo nilijenga wakati wangu mimi, wakati ninaongoza uwe wu wufupi wa kwangu, niliona kama ndefu. Sasa jinsi navyo endelea kuishi na ninyi vijana, naona ile barabara kwa kweli. Sio, sio barabara inayoonyesha daraja daraja, sio ile inayoonyesha kwamba mpite haraka haraka. Mimi nataka muwe mnakimbia, sio mwendo niliokuwa natembea mimi. Kwa hiyo naomba hilo daraja basi uendelee kuangalia, ili kufuta tu mlima ule kule na huu huku, basi iwe kama pana pana uwezekano. Asante sana. Peke yake kwenye haya majengo ya kituo cha afya tu peke yake hapa Kichiwa tu imeingia zaidi ya bilioni moja kwa maana ya majengo na vifaa. Mjipige makofi mengi. hapa Kichiwa tu peke yake vile vifaa vilivyokuja na yale majengo yale x-ray ujenzi wa mochwale zaidi ya bilioni imeingia hapa Kichiwa. Wenzenu wote huko watakuja hapa Kichiwa. Kazi hii tumefanya tukiwa na ninyi mkichangia michango na mimi mbunge wenu. Kuna kipindi nilikuja hapa nikaona kuna vifaa vimetelekezwa hapa, nikaamuru TAKUKURU wakaja mpaka hapa Kichiwa tukiwa na mzee Nyana, wakaja kuhoji watu. Leo kituo cha afya kimekamilika, na niwaambie, wanakichiwa, hiki kituo cha afya ni ukombozi mkubwa sana kwenu. Wale akina mama wajawazito ambao mlikuwa mnapata uchungu mnafuata huduma mbali wengi wetu na baadhi kwa kukosa huduma mapema, aidha mama alifariki njiani au mtoto alifariki njiani. Wako watu waliumwa kwa dharura, kumkimbiza mtu hadi Kibena au Makambako, ilikuwa mbali, wako watu walikufa njiani. Wako waliopata ajali kwenye pikipiki au waliumia, kumkimbiza hadi Kibena au Makambako, na watu walifariki. Ujenzi wa kituo hiki hapa cha afya tunakwenda kuokoa maisha wengi sana wakichiwa mjipinye makofi mengi sana hii ndiyo siri ya kuwa na huduma hapo na ndugu zangu wa kichiwa nimewaambia na maeneo mengine mimi mbunge jambo nililofanya na nyongeza katika jambo hili kuwa na kituo tu cha afya niliona haitoshi tumehangaika pia kupata gari ya wagonjwa ambayo bahati mbaya sana tumepata gari ya kwanza moja sawasawa jamani ile gari ya kwanza ya wagonjwa imeamuliwa kwamba ikae pale kituo cha afya lakini inahudumia na Kichiwa, sawasawa? Sawa jamani. Maana yake wananchi wa Kichiwa, mtu akiugua usiku, maututi, mtu akipata ajali, maututi, ile gari ni ya kwenu. Mama Samia katuletea, tupige makofi mheshimiwa rais. Iko, inakaa pale. Ukiamua kuipata unapitia serikali au anapiga simu kwa mganga mganga mkuu, au mganga wapa, anapiga simu moja kwa moja Kichiwa oi. Lakini jambo lingine, wanakichiwa, licha ya kupata mabilioni kwenye kituo cha afya, ziara yangu ya kwanza nilipokuja hapa Kichiwa mliniingiza kwenye majaribu sana. Mama mmoja alikuwa hapa na watu wengi walikuwa hapa, waliniambia Swalle, wabunge wenzio wote waliopita walitoa ahadi ya maneno kuhusu mradi wa maji Mama mmoja akiwa akamwambia Swalle, kama utaweza maji, wewe utawale mbeleni. Nakumbuka mpaka leo na video yake. Ni nani? Kichiwa oye! Kichiwa oye! Na mimi nilikuwa kila nikitembea nasikia maneno yale, mama anasema Swalle, bila maji utawale, bila maji utawale. Kichiwa oye! Kichiwa oye! Sasa katika miaka yangu minne ya ubunge nilikuwa napata vimiradi vidogo vidogo sawa, milioni mia mbili milioni mia tatu milioni mia sawa sawa. Nilipopata mradi mmoja mkubwa wa bilioni mbili na milioni mia saba nikauleta Kichiwa, jipijeni makofi mengi sana ndugu zangu. Ule mradi ambao umeanzia pale Maduma Mabombe ametandikwa humu, na niwambie kwa nini umechelewa mradi kidogo, hela zilikuwa zimekwisha niliongea na watu wa maji, wanahitaji milioni 500 ili maji yaanze kutoka hapa. sawa sawa, nilimwandikia barua mheshimiwa waziri wa maji. Hiyo fedha inaingia kwenye bajeti hii, mradi unakamilika, unaenda mpaka Tagamenda. Tukishapata huu mradi mkubwa ambao ndio mkubwa katika miradi yote kwenye ile jimbo, wanakichiwa, kilio chenu cha maji kitakuwa kimekwisha. Makofi kwa mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo jambo lenu mlilonituma mpaka dakika hii tumeshafanya zaidi ya asilimia sabini. Tengi limeshakamilika vizima imeendelea kujengwa, mabomba wanaendelea kuyatandika. Hii ndio kazi wanakichiwa mlimtuma nikafanye bungeni na tumeifanya tukiwa mimi na nanyi wenzangu. Asanteni kwa ushirikiano wenu, asante kwa maombi yenu. Kichiwa oye! Kichiwa oye! Lakini pia wanakichiwa kulikuwa na shida pia ya barabara hii ya kutoka pale Mtwango hapa Kichiwa kwenda Nyombo kwenda kule Ikuna sawasawa. Hii barabara ndugu zangu ni muhimu sana, na bahati nzuri au mbaya, ile barabara ya pale Kimena kwenda Lupembe rais ametupa kilomita 42, kuanza ujenzi pale tena. Imeshatangazwa, mkandasa ameshapatikana, na sasa hivi wanafanya tathmini kwa ajili ya fidia wameshapiga picha kwa ajili ya fidia, ujenzi unaanza muda wote. Ile barabara sasa, ukianza ujenzi kwenye ile barabara, mnafahamu ujenzi wa damu, namokuwaga wanabomoa barabara yote, si ndio? kwa magari mengi makubwa na ya abiria yatapitia Kichiwa. Kichiwa hoyi, mbunge nimefanya nini kwa sababu ya kuona hayo maono ya muda mrefu? Nilijuwa hii barabara hapa ikiwa na magari mengi itakuwa mbovu mwaka mzima nichokifanya mimi kama mbunge wenu, niliamua kuanza kufanya mpango wa kuomba hii barabara ipande kiwango, iwe barabara ya Tan Road, ijengwe na watu wa Tan Road. Na nilijua watu wa Kichiwa hapa ni kuna watu mahiri wako hapa Kichiwa hapa Kichiwa, nilimteua mzee wangu mmoja, mzee Kizaveri Kemago. Yuko wapi leo? Leo hayupo mzee Kizaveri. Tuliondoka naye mguu kwa mguu kwenda kufuatilia barabara hii kwa ya TANROADS tulipitisha kwenye kikao cha mkoa tayari, na imeshakwenda makao makuu. Kwa barabara hii inategemewa kujengwa kwa kiwango kikubwa, ili magari makubwa yapite, ipitike mwaka mzima. Maana yake ni kwamba hata ile matatizo ya kwetu sisi ya pale mlimani kwenda Mtwango, ninaamini kishajengwa kwa kiwango cha TANROADS taka tumekomesha usumbufu wa barabara hii Kichiwa, hoyi mkimuliza mzee kizavila tawaire zenu. Hiyo ndiyo mipango ya serikali yenu, hiyo ndiyo mipango ambayo mbunge wenu nashughulika kwa niaba yenu. Lakini pia kama mnaangalia hivo barabara hapo ya kuelekea huko, nafikiri yakamenda sio hii, na yenyewe leo ukipita ni barabara nzuri sana. Najua masika we inasumbua, baadhi ya maeneo kwa ajili ya mifereji. Sawa, sawasawa. Jamani, tumeongea na mheshimiwa diwani kwamba hizi barabara zetu hizi, kwa kuwa zinapata fedha kila mwaka, ni muhimu zinapojengwa wale wakandarasi wawe kwanza wanaripoti serikali ya kijiji ili kusaidia kifusi ambacho wanaweka na sehemu kunapohitaji makarabati, makarabati. Serikali ya kijiji na chama, kwa sababu nao ndio wenye ilani yao wasaidia kushauri sehemu za kuweka makarabati. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri bajeti ambazo pia zitakuwa zinafuata huko mbele, kipaumbele kikubwa sisi tunataka tuanza kufungua barabara za kuelekea pembeni, kama ile kititu kwenda upani kuelekea Ikano, kwa sababu hizo barabara tayari kila mwaka zimejengwa. Lengo letu zikijengwa vizuri, sio kujenga hapo hapo kila mwaka Kichiwaoye kwa izi barabara ndugu zanguni, tukishakamilisha ujenzi mzuri kwenye bajeti ya mwaka huu, bajeti zinazofuata ni kujenga barabara za kwenda maeneo mengine. Kuna sehemu inasumbua tagamenda kule, lakini watu wa upami ilengi titu barabara zao zina shida kubwa sana, na wenyewe ukienda kule kilio chao ni kikubwa. Tunataka bajeti ambayo zinafuata tuelekeze nguvu kupanua barabara za kule Kichiwaoye.